Kwenye tukio hili na sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mara baada ya kuwa tumetambuana kwa makundi mbalimbali mbali, inaomba uridhie sasa taarifa ya hospitali itolewe mbele yako, kwa sababu tukio hili linafanyika hapa katika hospitali hii ya rufaa ya Mount Meru na muda mfupi uliopita umepata nafasi ya kutembelea hospitali hii. Sasa ninaomba nimwalike mganga mfawidhi wa hospitali hii Dkt. Alex Ernest, aje atupitishe kwenye taarifa rasmi kwa kifupi kabisa kuihusu hospitali hii ya Mount Meru. Karibu sana mganga mfawidhi kwa ripoti yako, tumpigie makofi mengi sana. Mount Meru hoye! Mount Meru safi! Karibu sana mganga mfawidhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya, mwakilishi wa mwenyekiti wa CCM mkoa, mkuu wa, wa wilaya ya Arusha, Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge masuala ya afya na ukimwi, mganga mkuu wa mkoa wa Arusha, wakurugenzi wakuu wa taasisi, viongozi wa dini, watumishi wenzangu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri wa Afya, kwanza nipende kukukaribisha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha. Karibu sana. Imekuwa ni heshima kubwa sana kwetu kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha kupata uh, kutembelewa na wewe. Kwa kumbukumbu kumbu zangu, toka umeteuliwa, hii ndiyo hospitali ya kwanza rufaa kuitembelea rasmi, kwa hiyo tunakushukuru sana lakini mheshimiwa waziri naomba nianze taarifa hii kwa kukupongeza wewe binafsi kwa kuaminiwa na kuteuliwa na mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa waziri wa afya hili linazirisha wazi uwezo wako ujuzi na weledi mkubwa ulionao katika uongozi na sisi kama wana Mount Meru tunaahidi kukupa ushirikiano na kufanya kazi kwa weledi tukifuata maelekezo yako ambayo tayari yameanza kutoa mwelekeo chanya katika utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Mheshimiwa Waziri wa Afya, hospitali ya Mount Meru imeanza miaka ya 1918 na kama kambi ya majeruhi wa vita ya kwanza ya dunia na baadaye kupandishwa hadhi kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha mwaka 2010 ikihudumu zaidi ya wakazi milioni mbili na laki tatu walioko ndani ya mkoa wa Arusha. Hospitali hii, Mheshimiwa Waziri, ina watumishi 680 na ina uwezo wa kubeba vitanda 500. Inahudumia wastani wa wagonjwa 700 hadi elfu moja wa nje na 200 hadi watatu wanaolazwa, ikitoa huduma mbalimbali ambazo zimeainishwa na Wizara yetu ya Afya chini ya usimamizi wa madaktari bingwa thelathini na tatu katika kada mbalimbali waliopo hapa hospitalini. Mheshimiwa Waziri, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani kwa uwekezaji mkubwa kabisa aliofanya katika hospitali ya mkoa katika nyanja ya miundombinu, vifaa tiba na dawa pamoja na rasilimali watu ambapo tumeweza kupokea zaidi ya watumishi mia moja na tano ajira mpya ndani ya mwaka mmoja. Uwekezaji huu mkubwa umechagiza uimarishaji wa huduma za afya, kupunguza vifo vya mama na mtoto, kupunguza umbali wa kufuata huduma za kibingwa na kuongeza motisha kwa watumishi wetu. Hii imeambatana na kuimarika kwa upatikanaji wa dawa hadi kufikia asilimia 98 ya mahitaji na uwepo wa vifaa vya kisasa kama CT scan, digital x-ray na vifaa vingi ambavyo Mheshimiwa Rais aliwekeza hapa umeongeza uwezo wa utambuzi wa magonjwa, kupunguza rufaa na kuokoa maisha ya wananchi wengi ambapo hapo awali walipoteza maisha katika harakati ya kufuata huduma umbali mrefu. Mheshimiwa Waziri, katika kutekeleza maagizo yako uliotoa katika ziara zako ulipotembelea hospitali ya taifa Muhimbili, taasisi ya saratani Ocean Road, pamoja na ziara yako ya hivi karibuni katika hospitali ya Benjamin Mkapa, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha imefanya yafuatayo: mosi ni kuimarisha utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi kwa kuhakikisha kuwa upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, wataalamu na kuzingatia maadili na miiko ya kazi e, pamoja na uendelezaji wa watumishi kwa mafunzo ya kazini na mafunzo ya muda mfupi. Hospitali imeanza matumizi ya simu za upepo, yani radio calls kwa management za hospitali ili kurahisisha mawasiliano na kuimarisha mnyororo wa utoaji wa huduma, lakini pia ili kupunguza msongamano usio lazima. Na kwa kufuata maelekezo yako, hospitali imeanza mfumo wa online booking, ambapo mwananchi sasa anaweza E, kufanya miadi na daktari akiwa nyumbani na kulipia, na akifika hapa anaenda moja kwa moja kumwona daktari. Lakini pamoja na hayo, tumeanzisha application ambayo ime Mount Meru afya yangu. Application hii ambayo mwananchi anaweza kuipakua kutoka app store inamsaidia kufanya miadi ya ana ya ana kwa ana pamoja na miadi kwa njia ya video, yani visual consultation. Mheshimiwa Waziri, uboreshaji huu wa huduma umechangia ongezeko la wagonjwa hospitalini hapa kutoka wastani wa, e, wagonjwa 400 hadi 600 wanaofuata huduma za afya hadi kufikia 700 hadi elfu moja na umeweza kupandisha mapato kutoka wastani wa milioni mia mbili hadi wastani wa bilioni moja kwa mwezi. Na ongezeko hili la fedha limetusaidia kuongeza e, upatikanaji wa dawa na vitendanishi kutoka e, e, manunuzi ya shilingi bilioni moja pointi mbili katika mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na moja mpaka sasa tunanunua kwa jumla ya shilingi bilioni tano na milioni mia saba. Mheshimiwa Waziri, uimarishaji huu pia umeambatana na eh, ongezeko la imani ya wananchi kwa huduma tunazozitoa hapa hospitalini ikiwemo pamoja na wageni ambao wanakuja kutembelea nchi yetu ya Tanzania kwa utalii pamoja na kazi nyingine. E, mathalani kwa kipindi cha mwaka mmoja, jumla ya wageni 57 kutoka mataifa mbalimbali wamepata huduma katika eh, hospitali yetu katika kitengo cha VIP emergency. Hii ni ishara ya kuongezeka kwa imani ya wananchi na wageni kwa huduma zinazotolewa hapa hospitalini. Mweshimiwa Waziri e, jambo la pili ambalo liliwekea msistizo na hospitali imeweza kulifanyia kazi ni pamoja na upatikanaji wa isibati za kimataifa. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ilipata e, e, isibati ya kimataifa kwa daraja la nne kutoka safe Care. Katika ukaguzi wa kwanza na kufanya kuwa hospitali eh, pekee ya rufaa mkoa nchini kupata isibati kwa kiwango cha juu. Lakini sambamba na hilo hospitali imepata isibati ya kimataifa kutoka SADCAS kwa scope sitini na mbili na kuifanya kuwa kati ya hospitali bora nchini ambayo inatoa vipimo sahihi na vinavyoaminika. Na ni kutokana na e, eh, ubora huu eh, mashirika ya kimataifa kama African Union mmoja, ma, wa Afrika pamoja na kampuni kubwa za bima za afya kama Signa Insurance wameomba e, kufanya e, ubia na sisi ili wagonjwa wao wanapokuwa mkoa mkoani Arusha watibiwe ndani ya hospitali yetu. Hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu lakini, na kwa taifa. Lakini, tatu, Mheshimiwa Waziri uliomba e, pawe, uliagiza kuwepo na uimarishaji wa kitengo cha huduma kwa wateja na nipende kukutaarifu kwamba huduma kwa wateja imeimarika sana katika e, hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru na tumekuwa na zaidi ya watumishi kumi na tano na madawati matatu ambayo yanawasikiliza na kutatua kero na malalamiko ya wateja. Na katika kipindi cha mwaka mmoja tumelipokea maoni na malalamiko elfu mbili mia moja na arobaini ya ana kwa ana na asilimia sabini na sita tuliweza kuyatatua papo kwa hapo. Malalamiko mia nne tisini na tano tuliyawasilisha kwenye idara na mpaka mwisho wa mwaka malalamiko mia nne na sabini tulikuwa tumeyatatua na mengine karibu ishirini na tano yanahitaji uwekezaji wa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri, ili kudhibiti na kuimarisha utoaji wa huduma hospitalini tumeanzisha kamati ya kujadili matukio yani, incident review committee, ambayo hujadili matukio ambayo yangeweza ya kusababisha vifo yaliyosababisha vifo na kutafuta chanzo halisi cha tatizo yani, root cause analysis, ili kuzuia kujirudia kwa matukio ya namna hii. Kamati hii pamoja na mambo mengine, hutoa mapendekezo kwa management juu ya hatua stahiki za kuchukua, pale ambapo tunaona kuna uzembe umefanyika. Mheshimiwa Waziri, jambo la tano ambalo liliwekea msisitizo ni pamoja na e, kufanya tafiti na kuzitumia tafiti katika e, e, kuboresha huduma za afya. Nipende kutaarifu kwamba e, kwa kufuata maelekezo yako tumeanzisha kitengo cha tafiti na mafunzo yani research and training unit kwa lengo la kufanya tafiti na mpaka sasa tumeishaingia makubaliano na e, e, NIMR ili kufanya tafiti zenye tija kwa hospitali, na ili kulifanikisha hilo hospitali imetenga bajeti ya shilingi milioni 221 kwa ajili ya tafiti ambazo zitaleta tija ndani ya hospitali. Mheshimiwa Waziri, dhamira yako ya dhati ya kuimarisha huduma za afya inazirishwa na kasi yako ya utendaji na mipango madhubuti ulioiweka katika kuhakikisha kuwa unatokomeza maradhi na kujenga taifa lenye afya bora. Katika kipindi kifupi umedhihirisha nia hiyo kwa kusimamia na kuhamasisha uwekezaji wa viwanda vya dawa nchini, jambo ambalo tunaamini likikamilika litakuwa mkombozi mkubwa wa huduma. Ni kwa kutambua juhudi hizi za kizalendo, hospitali inawiwa kukutunukia tuzo, tutakupa tuzo Mheshimiwa Waziri ya kutambua mchango huu mkubwa na kukutia moyo katika juhudi hizi. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Na katika kuhakikisha huduma bora zinatolewa na wewe mwenyewe ukiwa kinara katika usimamizi, leo hii unazindua mfumo wa kidigitali unaowapa fursa wananchi kuongea nawe moja kwa moja. Huu ni moyo wa uzalendo na wenye dhamira ya dhati katika kuwatumikia wananchi Hospitali inaungana na wewe na dhamira hii safi, na kwa kuzingatia umuhimu, hospitali imeanza kutoa huduma bure za intaneti kwa wananchi wanapokuwa ndani ya eneo la hospitali ili kuhakikisha kwamba wanaweza kutoa maeneo yao ma maoni yao kwa uwazi, lakini kuongea na wewe pale wanapofikiria na kupata elimu ya afya bila kuwa na kikwazo chochote. Ninapokaribia kuhitimisha, Mheshimiwa Waziri, ninapenda kutambua michango ya dhati ya wadau wetu ambao wameunga e, mkono juhudi za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba tunajenga taifa la watu wenye afya bora. Mojawapo ni Spanish Tiles ambao umeweza kuzindua jengo la Kimo Day Clinic, lakini pia Arusha Rotary Club ambao wanatujengea jengo la damu salama lenye hazi ya kimkoa na hivyo kutusaidia kupunguza e, e, kazia ya ukosefu wa damu. Jengo hili ambalo lina thamani ya shilingi milioni mia sita na themanini litakapokamilika litatuwezesha kuwa na uwezo wa kuchakata damu na mazao ya damu hapa hapa mkoani Arusha, ambapo kwa sasa inabidi tuzifate huduma hizi e, kanda ambako ni Kilimanjaro. Mheshimiwa Waziri wa Afya, hospitali hii ya Rufaa imekuwa kimbilio la wananchi wa mkoa wa Arusha na kwa kuzingatia zana ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusogeza huduma karibu huduma za afya karibu na wananchi, tunakuomba eh, kuongezewa wigo wa huduma kwa huduma, tunaomba kuongeza wigo wa huduma kwa huduma za kibingwa bobezi ambazo bado hatujaanza kuzitoa, lakini ni muhimu kwa wananchi ili kuwapunguzia mwendo mrefu wa kwenda kuzifata huduma hizi. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa, bado tuna upungufu wa majengo na nafasi. Kwa hiyo tunaomba e, wizara na tuna mshuku, hapa tunamshukuru sana katibu mkuu wa afya e, kwa kuweka na kuharakisha mchakato wa ujenzi wa jengo la ndani na nje ili kukidhi azma ya utoaji wa huduma zote muhimu ndani ya hospitali. Mheshimiwa Waziri, naomba kuhitimisha kwa kukukabidhi tuzo ya kutambua juhudi zako katika kuhamasisha viwanda vya dawa nchini pamoja na kumbukumbu -kumbu ya ujio wako katika hospitali ya mkoa wa Arusha. Tunaahidi kusimama nawe bega kwa bega ili kuimarisha huduma bora za afya na kujenga taifa lenye afya bora kwa mustakabali wa nchi yetu. Kwa heshima, ninaomba nikukabidhi na kuhitimisha taarifa hii. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu mbariki rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu mbariki waziri wetu Mheshimiwa Muhamedi Mchengerwa. Naomba kuwasilisha. Tupige makofi mengi wakati tuzo hiyo nzuri. Pokea. Makofi mengi mengi. Makofi mengi tafadhali, pokea pokea. Pokea pokea pokea po Pokea pokea pokea pokea, tupige makofi mengi mengi tafadhali.